Hello, habari. Leo nitakuletea faida za majani ya mstafeli. Wengi wamekuwa wakituuliza, je, majani ya mti wa mstafeli au mekuwa na faida zipi? Nikumbushe kama ni mara ya kwanza kufuatilia channel yetu ya Dravesabo Clinic, basi usahau subscribe na comment, ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Faida namba moja ambayo utaipata kwa kutumia majani ya mstafeli kwanza, ni kusaidia kupunguza maumivu ya tumbo. Wengi wamekuwa na changamoto ya maumivu ya tumbo, ambayo hapa kuna gesi ambayo inasababishwa na vidonda vya tumbo, kuna gesi inayosababishwa na acid reflux, lakini kichefuchefu, laste tumbo kuvimba, basi tumia majani ya mstafeli yatakusaidia kuondokana na hiyo changamoto. Ni kwa nini majani ya mstafeli ni mazuri kwa hiyo changamoto? Kwa sababu yana mali ya kutuliza mfumo wa mengenyaji ah, wa chakula. Lakini hapo hapo kwa wale watu ambao wanapata, ambao hawapati choo, unakuta mtu anakula mara tatu anapata choo mara moja, basi hii ni zaidi ya habari nzuri, habari uh, njema. Basi tumia ama, ama, ama jani, ya majani ya, majani ya stafeli yatakusaidia kuondokana na hiyo changamoto kiurahisi kabisa ukiwa hapo nyumbani. Lakini pia inapunguza harufu mbaya ya kinywa kwa wale watu ambao wanapata na harufu mbaya mdomoni. Basi ndugu yangu, usiache kutumia majani ya mstafeli. Ni mazuri, kwa sababu yanaondoa wale bakteria wazuri na kuwa wabaya na kuleta wale bakteria wazuri kwa ajili ya afya nzuri ya kinywa. Vijana wa sasa hivi wanasema mtu anatema cheche. Kwa hiyo, unapokuwa unatema cheche, kuna namna ambavyo unawapa shida wenzako. Kwa hiyo hacha kuwapa shida wenzako, unachotakiwa kufanya tumia majani ya mstafeli, yanakusaidia kuondokana na changamoto ya harufu mbaya a mdomoni. Lakini pia faida nyingine ya majani ya mstafeli basi ni kusaidia afya yako ya ngozi. Kwa hiyo kama una ngozi ambayo inaonekana ina mabaka a, ngozi haieleweki, ngozi haina rangi mbili a, basi tumia majani ya mstafeli ni mazuri, kwa sababu pia yanaweza kuondoa changamoto ya chunusi a, changamoto ya mabaka baka, changamoto ya ngozi kubabuka, basi na kuondoa yale makovu, basi tumia majani ya mstafeli ni mazuri kwa ajili ya kuondokana na hiyo changamoto. Lakini faida nyingine ni kupunguza aa, au kupunguza msongo wa mawazo. Kama una, una changamoto ya msongo wa mawazo, una stresi zako, basi kati ya vinywaji, kwa sababu una vinywaji ambavyo unatakiwa kuvitumia unapokuwa na msongo wa mawazo. Kwa hiyo kati ya kinywaji kingine unachotakiwa kutumia unapokuwa na msongo wa mawazo basi tumia majani ya mstafeli. Chai ya majani ya mstafeli ni nzuri sana ukiwa uh, kwenye changamoto ya stress, ukiwa changamoto ya depression basi tumia uh, Uh, majani ya mstafeli lakini uh, faida nyingine, udhibiti wa shinikizo la damu. Kwa nini? Kwa sababu ina potassium, ambayo potassium pia itarahisisha mzungukaji wa damu, uh, blood circulation yako iweze kuwa sawa, mzungu kuwa uweze kuwa sawa mzunguko wa damu, na ukishakuwa sawa basi itakusaidia kuondokana na changamoto ya shinikizo la uh, damu. Kwa hiyo ndugu yangu, hautaisikia pressure tena, lakini pia ni nzuri kwa ajili ya afya ya moyo. Kwa nini? ina antioxidants, lakini pia Ha, inapunguza na hatari ya magonjwa ya moyo kwa kuondoa ile bad cholesterol ambayo tunaita LDL na kuondoa, na kuongeza na uh, good cholesterol ambayo tunasema ni HDL. Kwa hiyo kishakuwa kisha, kisha balance, basi inakuwa ni nzuri kwa ajili ya afya Haya, moyo sasa hivi kuna watu wana changamoto haya moyo, basi tumia haya majani ya mstafeli. Lakini pia inasaidia kupambana na maambukizi, maambukizi ya mkojo, maambukizi ya ngozi, maambukizi mbalimbali kwa wanawake, una fungus una UTI una PID, basi hii ni zaidi ya habari njema, utatumia na itaweza kukusaidia kuondokana na changamoto hiyo. Lakini pia akupunguza joto la mwili, ile homa, kama mtu unajihisi homa homa basi Atumia uh, majani ya mstafeli ni mazuri kwa ajili ya kuondoa homa na kuweka katika hali ya usalama zaidi. Lakini pia kama una changamoto ya kupumua, una changamoto ya kikohozi, una changamoto ya mafua, una changamoto ya asma, changamoto zozote zinazohusiana na masuala ya kupumua, una changamoto ya pumu au pumu, una changamoto ya ya TB TB, kwa sababu changamoto ambayo iko kwenye mfumo mzima wa upumuaji wa chakula, basi hakikisha uh, unatumia majani ya mstafeli Ataweza kusaidia kuondokana na changamoto hiyo, lakini pia faida nyingine ni kusaidia katika afya ya mfumo wa kinga. Kwa nini kinga? Kwa sababu ina vitamini C. Vitamini C ni tiba nzuri ambayo inasaidia uh, kuimarisha ule mfumo wako wa kinga, ambao tunasema ni immunity system. Ina maana mfumo wako wa kinga ya mwili ukiweza kuwa imara, basi itakusaidia na kuondokana na changamoto za magonjwa ambayo zimekuwa zikitutesa mara nyingi. Yale magonjwa yanayotutesa yanatokana na changamoto hii ya mfumo wa kinga ya mwili kuwa a, kuwa dhaifu. Kwa hiyo hizo ndo baadhi ya faida za kutumia majani ya mstafeli. Hapo chini tuongezee ni faida gani ambazo wewe umezipata kwa kutumia majani ya, ya mstafeli. Kwenye video ambazo zimepita tumeshaongelea faida za parachichi, majani ya parachichi faida ya, ya matunda na majani yake tofauti tofauti ya mpapai. Basi usiache kutufuatilia ili uweze kupata dondoo za kiafya tunazozituma unazo kila siku, lakini pia hili uzipate kiurahisi, basi usahau kusubscribe ili kila tukiweka dondoo mpya uwe wa kwanza kuzipata. Karibu na Mungu akubariki.